Unajua bwana, baada ya kufanya biashara kwa kipindi fulani nilikuja kubaini kitu. Mwanzo wakati nilianza kufanya biashara sikujua, yani nilikuwa na nadharia tofauti, nilikuwa na mawazo tofauti. Na kuna vitu ambavyo vinaweza vikaingia na wewe ukashindwa kuvizuia vika vika vikaathiri biashara yako moja kwa moja na wewe ukashindwa kuvizuia. Na kitu ambacho huwezi kukizuia kikija ni pale inapokuja mfumuko mkubwa wa wateja na mfumuko mdogo wa wateja. Kumbuka mteja ukiachilia mbali anahitaji na bidhaa yako, lakini pia hiyo hitaji lake ili litimie lazima awe na pesa mfukoni. Hivyo pindi wateja wako watapokuwa na pesa mfukoni wengi na wana uhitaji wa bidhaa yako, watakuja wengi kwenye duka lako, na pindi hao wateja watapokuwa na mzunguko mdogo, na japo wana uhitaji wa bidhaa yako, hawatakuja kununua hiyo bidhaa yako. Hivyo kitu ambacho hata unapambana nacho vipi ni ngumu sana kuweza kukipambania ni mzunguko au kipato kwenye mifuko ya wateja wako. Kipato kwenye mifuko ya wateja wako kinatamani asilimia kubwa sana ya mafanikio yako na hicho basi ni kitu ambacho wewe huwezi kukifanikisha. Yani huwezi kufanya mbinu mbinu, basi wateja wako wawe na kipato mfukoni ili waje wanunue kwako. Hasa katika mifumo ya kufanya biashara kawaida. Hivyo katika picha kama hiyo, unagundua kabisa ukiwekwa mtu kati ukakuta ile kundi ambayo unategemea kulihudumia halina income kwa kipindi hicho. Ah, kwa kweli unapitia kipindi kigumu sana. Unakuwa unapitia kipindi kigumu. Mno mno mno mno. Mno. Na ndio maana ukija kwenye kwenye mambo ya, ya, ya economics. Anakuambia kuna makundi matatu. Lazima ujue unahudumia kundi gani. Kuna kundi la juu, kuna kundi la kati na kundi la chini. Sasa katika kundi lako wewe unalolihudumia, je, kwa kipindi hicho usika au kwa muda huo usika lina kipato? E, kama kundi lako linapitia changamoto ya kipato, aidha ni la juu ni la katikati au ni la chini, maana yake wewe kwenye biashara yako hapo lazima upitie msoto wa kutisha. Eh hmm. Hilo hey, kwa kweli hilo no ni moja ya changamoto kubwa. Na wengi sasa hukimbilia kwa waganga kuloga loga, kuzani kumbe hajabaini, yeye anahudumia bakuli la kati; ile kundi la kati kipindi hicho halina kipato. Au anahudumia kundi la chini; ile chini kundi la chini kipindi hicho halina kipato. Anadhani jirani kamloga au anahisi sijui amemkosea Mungu kitu gani. Kumbe ni sio za za uchumi hizo. Eh, hey, au unahudumia kundi la juu, unauza magari si maskani. Na kipindi cha kundi la juu linapitia struggling. Sikani yanza kwa stoking. Huwezi kusema umelogwa. Ni kundi nalo wateja wako kundi lao jeu wanapitia changamoto gani kipindi usika? Ni elimu ambayo nini wao wazungu wameweka mfumo ambao shuleni huko watoto wafundishwi. Na sisi wenyewe wazazi hatukufundishwa. Hivyo tunakuja kulipukia kwenye mabiashara humo, tunaizi tumelogwa, tunaizi kuna washirikina, tunapuliza puliza muda wote, kumbe ni mfumo na mbinu za kibiashara na na strategy na kuna hizo naita risk kama hizo ambazo hatukufundishwa kwamba zikitokea tunafanyaje au inakuwaje. Tupo. Na ndio maana sasa hivi ukiona mlango wa biashara imekuwa ngumu sana, itakuwa ameniroga. Je, kundi dawa lihudumia lina hali gani? Ukishapiga hesabu hizo kwanza, hmm, kabla ya kuanza kwamba umelogwa au kabla ya kwenda kwa mchungaji akuombea kupaka mafuta. Elimu ya kibiashara hiyo ambayo wengi wetu hatunayo kabisa kabisa.